Kifo, safari ya kila mtu, haina tajiri wala maskini. Safari ambayo unayo tiketi, lakini hujui ni tarehe ngapi. Tiketi unayo, lakini ule muda, sasa hii safari lini, hujui. Nani anajua safari yake itakuwa lini? Nanyoshe mkono. Hakuna. Tujiandae kwa safari nzito. Safari hii inataka uende na zawadi, na zawadi yenyewe ni takwa uchaji Mungu Safari hii unaondoka duniani na gari isiyopimwa oili diesel, na haina maji. Gari hiyo kila mtu anaijua, gari hiyo ambayo ukiweka barabarani hata mwizi anaiogopa. Sina haja kuhitaji gari hiyo, wewe unaijua. Huwa haipaki ofisi ya CCM, haipaki ofisi ya mkuu wa mkoa wala kwa mkuu wa wilaya. Gari hiyo maarufu inapaki msikitini, swala nabii gari hiyo ina tabia moja. Madereva wapo wa kila aina, akipokea mrefu utakwenda umeinuka, akipokea mfupi utakwenda umeinama, lakini lazima uende katika mahali pako pa kusubiri kiama, kiama ambacho hakijulikani. Kama miaka mia tano, bado utakaa aridhini miaka mia tano kama miaka mia sita utakaardhini miaka mia sita Swali inakuja wakati, huko kaburini unasubiri kitu, kiama gani? umemfanyia Allah cha kusubiri kiama? Usipigie mfano wa moto mbali, kwanza kwenye moto kwanza, katika mwanandani kwanza, fikiria kwanza, mwenye mwandani, wakati unasubiri kiama, wakati wenzio wanakuonyesha kaburi la ustazi Mazinge, lile, inna lilahi wa inna ilahi rajiun. Kaburi la mwenzetu kishikilile inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Kwa hiyo ndugu zanguni, nakuhusieni, nakuihusia nafsi yangu, tumche Allah. Mambo ya faraka yamepitwa na wakati, yamepitwa na wakati. Ndugu zanguni, mimi huwa nasikitika sana, hasa mashee kuanza kugombana. Si tunawaleta watu kutoka katika, ni kazi nzito, wallahi ni kazi nzito. Mazagazaga amekwenda Mbinga, Mazagazaga kawaambia Wakristo, mnajua sahani ya kulia nguruwe? Wakasema hatujui. Kachukua nyama ya nguruwe, kaweka juu ya msahafu. Mazagazaga Mbinga, Mazagazaga Mbinga. Nani wa kufanya kazi ile? Inabidi sisi twende tukasafishe ile. Leo mkianza kutupiga kiatu, yule Mazinge siku hizi eti anakaa gari, anali gari yenyewe yakupewa saa yoyote, kwanza mafuta yake lita mbili mbili Mtatuua wallahi, mtatumaliza. Kazi tunafanya kubwa, ndugu zanguni, wallahi nakwambieni, inafika Waislamu tunakwenda sehemu kuomba hata spika